Waziri mkuu, nikatoka Msoma saa moja, saa mbili na nusu, nikawa navuka Bunda, nikaona ajali mkono wa kulia, nikaona magari ya Tanesco yamesimama. Nikaenda taratibu kama kawaida, nikadhani watu wametaka msaada kutoka yale magari makuu ya Tanesco. Kumbe meneja wa mkoa ameniona, akanipigia simu, Profesa samani, tuna msiba Ha, tu, tunatatizo hapa. Nilikuwa nimeenda kilomita tatu naelekea elekea Lamadi, ikabidi nigeuze gari nikaja, nikasema kuna nini? Maana yake gari lilikuwa silioni kama ni la Tanesco, akanaambia rafiki yako hayupo. Nani, sikuamini, lakini mwili walikuwa wameshaupeleka DDH, nikamwambia bahati nzuri na DC alikuwa anatoka Maswa anarudi kuchukua mizigo yake Bunda, tukasimama pale nikasema itabidi niende bu, eh, bungeni nigeuze. Na nimegeuza sasa, ndugu zangu, umuhimu wa huyu na nimegeuza sasa, ndugu zangu, umuhimu wa huyu. Mimi nimefahamiana naye elfu mbili kumi na mbili ninaingia wizarani nikiwa mgeni kabisa yeye alikuwa hajawa mkuu wa REA, alikuwa katika maofisa wale wa pale kwa hiyo nikamwambia kwamba inabidi tuongeze kasi ya kupeleka umeme vijijini. Hebu wewe unieleze tutaendaje kazi? Lakini wakati huo anafanya na Mramba akiwa Tanesco. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nilichompa na tulikuwa na pesa nyingi, tuna pesa kutoka Sweden Marekani, wapi, pesa nyingi sana. Nawaambia hizi pesa hatutaki kuzirudisha, lakini lazima watuone tunafanya kazi. Na kweli uwezo aliokuwa nao, kila baada ya miezi miwili mitatu nilikuwa naitisha kikao cha mradi tu wa umeme vijijini nieleze, marehemu alikuwa na uwezo alikuwa anatoa vitu kichwani, namwambia bana, weka projector pale anaweka, anaweka. Lakini anantolea kichwani, nikaona huyu jamaa ana uwezo sana. Sasa ambacho alifanikisha labda nyinyi hamkijui, na mwenzake Muramba nikawaambia, sisi Tanzania tumechaguliwa, maanake tulivyoanza kupeleka umeme kwa kasi sana, dunia ikaona Tanzania kwa Afrika labda inafanya kitu kizito sana. Kwa hiyo wakati wanatengeneza millennium zile sustainable development goals ile za millennium, eh, millennium zimekwisha, zinakuja mpya, wakasema, Tanzania nyie mtueleze tuweke kwenye UN kwa niaba ya bara la Afrika. Kwa hiyo na mimi na timu yangu namuuliza engineer, yeye yeah, akiwa ajawa mkuu wa ndio amesimamia miradi tunataka Watanzania wapate umeme wa bei nafuu, na hilo swali nimempatia naye. Mramba, Tanesco wanajifunga na mi nawatia pressure huwa na nikiwa na pressure ya kazi nakuwa nzito kwelikweli, naambia semeni tuka tuweke umeme kiasi gani, huu umeme kitatu, wa laki tatu hauwezekaniki kwa hiyo ndugu zangu waombolezaji kati ya watu waliopiga mahesabu na wenzake kuleta umeme wa elfu ishirini na saba ni marehemu hapa, alishughulika. Sasa baada ya hapo nikasema, sasa kule Umoja wa Mataifa wanataka kuweka sera, eh, SDGs ya saba ndio ya umeme, umeme nafuu, umeme wa uhakika umeme unaopatikana India. Bara la Asia walikuwa wamechukua India, bara la Ulaya walikuwa wamechukua Norway, bara la Afrika walikuwa wamechukua Tanzania. Lakini atakayepeleka document UN alikuwa Norway. Kwa hiyo mimi nawatia tena pressure wakina Mramu, tutafanyaje kufika elfu mbili na thelathini dunia nzima watu wapate umeme wa bei nafuu. Kwa hiyo huyu marehemu amenipatia vitu vingi akishirikiana na wenzake, na ilikuwa ni heshima kubwa. Ndio maana mliona President Obama ile Power Africa anakuja kuizindulia Tanzania, lakini kutokana na, na kazi za marehemu Muramba na wengine. Wakati huo huo huyu naibu katibu mkuu huyu anayesimama na yeye amekuja kwenye gesi, yuko TPDC. Nawambia wewe, tuhakikishie tunapata gesi ambayo itazalisha umeme wa bei nafuu. Kwa hiyo Mheshimiwa makamu waziri mkuu, unayo timu nzuri bado ipo, tumempoteza huyu. Kingine kilichofuata sasa tumeshapeleka UN, wanasema umeme wa bei nafuu, na warudia tena umeme wa Tanzania bado wa bei ya juu, nataka bei ipungue, ilikuwa senti kumi na mbili kwa unit Mramba na sita, sita na mwenzake na waweka wote pressure tukapunguza, ukaja senti kumi na nane kwa unit sasa hivi naambiwa mmefika senti saba mpaka tisa Kwa hiyo ndugu zangu, mheshimiwa naibu waziri mkuu, endelea kupunguza bei ya umeme, hatuko vibaya, kazi naenda nzuri sana. Sasa nimalizie kwa kusema kwamba namna ya kumwenzi marehemu, alikuwa na uwezo mkubwa sana mambo ya engineering na na mambo mengine na hii tathmini ya umeme wa bei nafuu ifikapo elfu mbili na thelathini, tathmini inaendelea bado duniani. Na mimi kila nilikuwa napata mambo namsukumia huyu, na mara ya mwisho mwezi wa tatu alikuwa yuko Marekani akaonana na jamaa tuliofanya nao miradi miradi ya umeme, akapiga nao picha akaniletea, nikamwambia hebu endeleeni kufanya hiki hiki hiki kwa hiyo huyu tumepoteza mtu bingwa kwelikweli kweli. Bingwa sio mdogo, bingwa. Sasa kumwenzi, kwa kumalizia, ni hivi. Tathmini itafanyika elfu mbili na thelathini. Huyu amekuwa Tanesco akishughulikia uzalishaji wa umeme mwingi, lazima tuendelee nalo. Alikuwa Rea Akasimamia, akasimamia usambazaji wa umeme wa bei nafuu vijijini ambacho kingine labda mnakisahau, lakini wa Tanesco watajua vilevile, alihusika kwenye ile ambalo nilisikia makamu wa, wa waziri mkuu nasema upotevu wa umeme. Kwa hiyo naye tunaenda vizuri. Kwa hiyo kwa kumuenzi sisi Watanzania Eh, na mimi wenzangu kule na ufanya nao kazi nitawaambia, tung'ang'ane tung'ang'ane ni kwamba umeme kwa Watanzania sisi tuko vizuri, lakini bara la Afrika, mimi nitashughulikia Afrika ya ndani, namwachia eh, waziri wa nishati ana uwezo, anayemdu acha mimi nishughulike nayo, ni kwamba lazima matumizi ya umeme yaongezeke kwa mtu. Sasa bara la Afrika, sisi ukichukua umeme wetu wote ukachukua tuko watu sasa hivi bilioni moja nukta nne, kila mmoja kwa mwaka anatumia karibu unit 360 na 640 unit, ka, unit kwa mwaka. Bara la Afrika tuko chini India yenye watu bilioni moja nukta nne tano kila mtu anatumia karibu uniti elfu sita na in, hiyo eh, India na China wako bilioni moja nukta nne, kila mtu yuko kwenye uniti elfu moja mia nne. Kwa hiyo huyu ndugu yangu, rafiki yangu, rafiki yangu, mshauri wangu, mwanafunzi wangu, nataka ikifika elfu mbili na thelathini itakuwa ni mwezi wa sita, wakati tunafanya tathmini Tanzania watanzania wengi wao wanatumia umeme mwingi zaidi ya uniti mia tano kwa mwaka. Poleni sana, tumpumzishe kwa amani. Asante.